Ndugu watazamaji wa chaneli yetu ya Masenza Mentors, karibuni tena katika chaneli yetu ili tuweze kuendelea na video zetu, na leo tunaendelea katika video yetu ya tisa. Katika video ya nane tulijaribu ku kudokeza maswali ambayo tumeweza kuulizwa na watu mbalimbali. Yalikuwa maswali matano, na tukaweza kutoa swali lingine la sita ambayo ilikuwa ni kama swali la nyongeza. Leo tunajaribu kutoa maelezo mafupi ya maswali matatu ambayo baada ya video ile ya nane kupita yameendelea kuulizwa na wadau wengine wapya tofauti na wale ambao waliopita. Na lengo tunataka kuhakikisha kwamba tunatoa leo vidokezo vikubwa vitatu ambavyo vinaonekana kama vinakwamisha kampuni ndogo ndogo pamoja na asasi azaki katika kufikia malengo endelevu. E, mentorship inatoa majibu na inaweza kusaidia kupunguza mapungufu haya ambayo tunazungumzia leo. Ikiwa unataka kuanza kutumia vidokezo hizi mara moja, tafadhali endelea kuwa nasi na kama ambavyo tumesema. Eh, kidokezo cha kwanza kama ambavyo ilitokana pia katika maswala yaliyopita ni kwamba kampuni nyingi zinashin, kampuni nyingi taasisi nyingi au wazaki nyingi zinashindwa kuwa na maendeleo endelevu kwa sababu ya kutoandaa malengo endelevu. Nadhani mtakumbuka huu ni mwendelezo wa zile zile video zilizopita, kwa namjue kwamba bila kuwa na malengo endelevu, ambayo ni malengo ya muda mfupi, malengo ya muda wa kati na malengo ya muda mfupi, biashara au huduma ya mtu binafsi, ya taasisi, ya kampuni au ya azaki itakosa mwelekeo. Kwa nini itakosa mwelekeo? Kwa sababu itakuwa inakwenda bila kubanwa na malengo, itakuwa haibanwi na malengo yoyote. Kwa hiyo itakuwa inaenda kulingana na upepo, kwamba yale yanayokuja wakati huo yanayojitokeza, ndio itakwenda nayo. Na mara nyingi kampuni na taasisi zinazofanikiwa ni zile ambazo zinazo zinazojielekeza zinazo, zinazo, zinazo, zinazo, zinazo, zinazo, zinazo, zinazo na kujikita katika malengo yake. Una stick kwenye zile objective zako, una stick kwenye zile plan zako, una stick kwenye long-term plan zako. Kwa hiyo hilo ni la kwanza, mmoja eh, kati ya changamoto ambazo zimekuwa zikiyakabili ni kutokuwa na malengo endelevu. Changamoto ya pili ni kwamba kutoweza, kutoweza, kutoweza kudhibiti changamoto zinazotokea kila siku. Yani changamoto hii inaweza kawa natokea najirudia najirudia, masalani labda watu wanachelewa kufika kazini, watu wanachelewa kuandaa ripoti, kwa hiyo inakuwa ni changamoto ambayo kama maisha yenu. Kwa hiyo kuto, kutokuleta suluhisho la changamoto ambazo zimekuwa zikiendelea mara kwa mara, yani ambazo zimekuwa ni tabia katika huduma au taasisi yako, labda wateja hawajibiwi vizuri, wateja hawapewi huduma sawa sawa, au biashara yako inakuwa na, na na majibu hasi kila wakati. Kwa hiyo ni mojawapo kati ya mambo ambayo yanafanya taasisi za huduma au biashara zinashindwa kwenda, kwenda vizuri. Kwa hiyo ni lazima uhakikishe kwamba una mipango ya uhakika ambayo itakufanya uwe na majibu ya changamoto za kila siku zinazoweza kukabili biashara yako. Jambo la tatu ambayo tunapenda kulizungumzia leo ni kukosa ule, ule mwelekeo thabiti, mwelekeo thabiti eh, wa ile biashara yako, mwelekeo thabiti wa huduma yako, mwelekeo thabiti wa kazi zako. Kwa hiyo unakuwa wewe, ukiwa huna mwelekeo thabiti, na maana upepo ukivuma mashariki utakuwa na mashariki, ukivuma magharibi utakuwa na magharibi, ukivuma kaskazini utakuwa na kaskazini. Lakini kama mwelekeo wako ulikuwa ni kuelekea sehemu fulani, kwa hiyo kila upepo utakapokuwa unakuja wewe utaendana uta, uta, utafata, uta, uta, utaendelea na ule mwelekeo wako wa huku ukihakikisha kwamba unadhibiti haya madhara ya huu upepo yasidhuru ule mwelekeo wako wa. Kwa hiyo hilo ni jambo la tatu ambalo linaleta shida, na hasa hili linajibiwa na kuwa na mipango ya muda mrefu ambayo inafanyiwa mapitio. Unakuwa na mipango ambayo inafanyiwa mapitio na hiyo mipa mapitio hayo yanatokana vile vile na taarifa wanazokusanya kutoka kwa wale unaowahudumia, wawe ni wateja au wawe ni wa, wa, wadau wako. Basi wale ambao unawahudumia lazima watakuwa wanakupa mirejesho. kwahiyo huwe na mipango ya muda mrefu, lakini uhakikishe kwamba kila unapoona biashara yako inakuwa na mapungufu, inaanza kudorora, unahakikisha kwamba unatafuta namna ya kuikwamua. Yote haya hutaweza kuyapata bila kuwa na huduma za uwezeshaji. Kwa hiyo ndo maana tunasema kwamba ni vizuri kila wakati na taasisi zote kubwa na ndogo ambazo zimejielekeza katika kuakisha kwamba zina malengo ya endelevu zinakuwa na taratibu za uwezeshaji wa ndani na taratibu za uwezeshaji wa nje. Kwa hiyo jiunge na Masenza Mentors, awe mwezeshaji wako aweze kuendelea kukusaidia na unaweza ukakomenti neno mafunzo katika eneo lako la kutoa ujumbe. Na kama unataka kupata maelezo kwa urefu ya hii video ambayo tumetoa sasa hivi, tuko tayari kukutengenezea e, video ya dakika kumi na tano tukakutumia na tukawa na kipindi cha kufanya maswali na majibu na wewe. Lakini vivile tuko tayari kukutengenezea dokezo la maandishi. Karibuni sana, tuwe pamoja na tuendelee katika kuboresha biashara zetu. Masenza Mentors, eh, mbia wako katika maendeleo endelevu.